Na mnajua habari kubwa mtandaoni hivi sasa ni kile ambacho amekikoment Mohamed Dewji katika ukurasa rasmi wa klabu ya Simba akiuliza mchakato wa mabadiliko umefikia wapi kunako klabu hiyo, kwa maana ya kwamba ni mchakato ambao umekuwepo kwa takribani miaka kumi hivi sasa tangu Mohamed Dewji atangaze Eh, kuwekeza ndani ya klabu ya Simba mwaka elfu mbili na kumi na sita alipoitisha mkutano na wanahabari na kusema kwamba anataka kununua hisa asilimia hamsini na moja za klabu hiyo kwa takriban shilingi bilioni ishirini Hivyo hii leo wakati eh, Simba inatangaza kuingia kwenye mkataba na moja ya kampuni kwa ajili ya mchakato wa kadi za wanachama, ile taarifa ambayo iliwekwa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba, E, bilionea Mohamed Dewji alikwenda e, ku comment kwenye ukurasa akiuliza mchakato huu wa mabadiliko umefikia wapi? Kumbuka kwamba yeye ndiye e, mwekezaji ndani ya klabu ya Simba akiwa, akiwa mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi kwa miaka kadhaa e, kabla ya kuachia na kurejea tena na kumteua baadaye e, Crescentus Magori kuwa mkurugenzi mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi. Sasa nataka nikupitishe taratibu katika mchakato huu wa mabadiliko ya klabu ya Simba eh, kutoka kwenye klabu ya wanachama asilimia mia moja kwenda kwenye uwekezaji wa Mohammed Dewji ambaye amekuwa takriban kwenye uwekezaji huu tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba mpaka hivi sasa takriban miaka tisa hivi, e, akitaja dau hilo la shilingi bilioni ishirini za Kitanzania wakati ule mwaka elfu mbili na kumi na sita alipoitisha mkutano na wanahabari kutaka kununua e, hisa asilimia hamsini na moja na ndipo ambapo e, kwa pamoja wanachama wa klabu ya Simba katika mkutano mkuu waliadhimia E, kukubali uwekezaji huo e, wa Mohammed Dewji na mchakato ulipoanza, naye alianza mara moja e, kuwekeza ndani ya klabu hiyo kwa ajili ya kwenda kwenye mabadiliko hayo, kwa maana ya kwamba alianza kutoa bajeti uh, baada ya mabadiliko ya katiba kupita uh, mwaka elfu mbili na kumi na saba alikwenda kutengeneza mfumo huu wa sasa ambao ndo unatambulika e, mfumo wa uongozi ndani ya klabu ya Simba ukiwa na bodi ya wakurugenzi lakini pia, kwa upande wa wanachama, wamekuwa wakifanya uchaguzi kama kawaida, kama ilivyokuwa miaka ya nyuma e, kuchagua mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye kwa sasa ni Mortaza Mangungu. Uh, hivyo uh, watu wengi wamekuwa na maoni tofauti, mtazamo tofauti juu ya mfumo huu wa mabadiliko, wengi wakihoji juu ya shilingi hizo bilioni ishirini. Nikwambie tu kwamba eh, klabu ya Simba iliazimia eh, mabadiliko haya na kuyapitisha moja kwa moja, kwa maana ya kwamba eh, walikubali asilimia hamsini na moja kwa ajili ya hisa eh, hizo kwenda kwa mwekezaji kwa takriban eh, fedha za Tanzania bilioni ishirini, lakini baadaye eh, wakati ule aliyekuwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, wakati huu ikiwa pia ni wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, alikuwa ni Dktr Harrison Mwakyembe. Alitoa tamko la serikali akisema kwamba serikali haikubali mwekezaji kuwa na hisa nyingi e, zaidi ya wanachama, kwani klabu hizi ni za mfumo wa wanachama. Ndipo ambapo Simba ilikubali kupunguza na kusema asilimia hamsini kwa hamsini lakini mchakato baadaye uliendelea na kusema kwamba mwekezaji anatakiwa kuwa na asilimia arobaini na tisa E, pekee ya hisa lakini asilimia hamsini na moja zitasalia kuwa ni hisa za upande wa wanachama, ndipo ambapo mchakato huu ulikwenda ku huishwa upya kwa maana ya kwamba katiba ya Simba wakati ule ilishakubali asilimia hamsini na moja, hivyo ikarejea na asilimia hamsini, lakini serikali ikawa imeitaka wakati ule kupitia baraza e, la michezo Tanzania BMT kurejesha asilimia arobaini na tisa kwenda kwa mwekezaji na asilimia hamsini um, na moja kusalia kuwa ni asilimia za wanachama. Hivyo mabadiliko haya yakafanyika na uh, Muhammad Dewji alikubali uh, kwenye muktadha huo wa mabadiliko lakini bado e, ikawa ni mabadiliko yale ya katiba yakawa nasubiriwa kupitishwa na serikali kwa ajili ya uwekezaji rasmi kufanyika na Mohammed Dewji kuweza kuwekeza ile bilioni ishirini. Watu wengi wamekuwa wakizungumza kuhusu hii bilioni ishirini, wakiona kama ni fedha ndogo kwa namna ambavyo e, fedha uwekezaji kwenye mpira vimekuwa kwa sasa, nikwambie kwamba eh, mwaka elfu mbili na kumi na sita bilioni ishirini aliyekuwa akizungumza eh, Mohammed Dewji ilikuwa ni bajeti ya miaka ishirini ya klabu ya Simba, kwa maana wakati ule klabu ya Simba ilikuwa ikijiendesha kwa bajeti ambayo ilikuwa haizidi shilingi bilioni moja kwa mwaka, hivyo ilikuwa ni fedha nyingi mno kwa namna ambavyo ungeweza kuizungumza kwa mwaka a elfu mbili na kumi na sita klabu ya Simba ikiwa ina miaka minne bila kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania Bara, hivyo ilikuwa ni fedha nyingi mno ambayo ilikuwa ikizungumzwa, lakini takriban hiyo bilioni moja ambayo ilikuwa ni bajeti ya Simba kwa wakati huo ilikuwa pia e, ikiwekwa fedha za wafadhili kama aliyekuwa marehemu Anspop. Alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiweka fedha zao kunako klabu ya Simba kwenye ufadhili. Lakini udhamini ambao Simba ilikuwa nao kwa wakati ule ilikuwa ni udhamini wa shilingi milioni mia tano kwa mdhamini mkuu, lakini haki za matangazo ya televisheni ilikuwa ni takriban kama milioni mia tatu mpaka mia nne kwa mwaka. Hivyo unaweza ukaona wakati Mohamed Deuji anajaribu kuwekeza fedha hizi ilikuwa ni fedha nyingi mno, tofauti na namna ambavyo tunaitamka bilioni ishirini kwa sasa, ambapo bajeti ya klabu ya Simba inakwenda zaidi ya bilioni ishirini na tano kwa msimu. Hivyo mabadiliko ambayo yalifanyika, uwekezaji ambao ulikuwa ukifanyika kwa takriban kipindi chote, ndicho ambacho kimepandisha thamani ya klabu ya Simba kuweza kutoka bilioni moja eh, kwenye bajeti kwenda bilioni tatu tano tisa kumi kumi na tano kwa takriban miaka tisa mpaka kufika zaidi ya bilioni ishirini na tano. Kwa hiyo eh, ni mchakato ambao umekwenda muda mrefu, lakini mabadiliko haya ambayo yamekuwa yakifanywa na klabu ya Simba ni lazima yapite kwenye upande wa serikali, lakini pia serikali imekuwa na maoni yake kuhusu aina ya uwekezaji ambao inautaka. Uh, miaka mitatu iliyopita klabu ya Yanga ilifanya mchakato huu wa mabadiliko na kuja na utaratibu wa wawekezaji watatu kwenye zile a asilimia arobaini uh, na tisa ambao ndio ambao uh, mfumo ambao unakwenda E, pengine kupitishwa pia kwenye klabu ya Simba kwa maana ya kwamba e, kwenye mabadiliko mapya ya katiba ambayo mkutano mkuu ulifanyika, e, mwishoni mwa mwaka jana Una elekea kukubali eh, ama kupitisha mabadiliko ya uwekezaji ambao pengine atamtaka mwekezaji mmoja eh, kumiliki asilimia kadhaa, lakini zile asilimia arobaini na tisa kuwa na mwekezaji zaidi ya mmoja. Hivyo ni mchakato ambao unahusisha pande nyingi, kwa maana ya wanachama wa klabu ya Simba eh, mwekezaji mwenyewe Mohamed Dewji, ambao hili lilikuwa ni wazo lake ambalo alilitoa kabla ya Simba kulipitisha na kulikubali, lakini pia kuna upande wa serikali ambao unaangalia maslahi mapana ya klabu hizi ambazo ni klabu za wanachama zimekuepo tangu enzi za uhuru na zinaendelea kuwepo. Kwa hiyo ni mchakato ambao e, pengine watu wanaweza kufikiria labda unakuhamishwa una na watu fulani, hapana, haukuhamishwi. Ni mchakato ambao ni mpana e, umekuwa ukivuta e, maslahi kuhusu pande hizo tatu ambazo nimezisema kwa maana ya wanachama e, mwekezaji mwenyewe lakini pia upande wa serikali kuangalia namna bora ya kuyaendea mabadiliko haya na kwenda kupata mfumo rafiki ambao utazinufaisha pande zote tatu na kuhakikisha kwamba klabu hizi zinaendelea kusalia kwa klabu za utamaduni nchini Tanzania. Hivyo si swali la kushangaza sana kwa kile ambacho amekiuliza Mohammed Dewji, lakini eh, ni swali ambalo linahitaji majibu, kwa namna ambavyo klabu zetu zimepiga hatua, kwa namna ambavyo Simba ambayo aliikuta Mohammed Dewji mwaka elfu mbili na kumi na sita ilivyokuwa ikipitia katika wakati mgumu na Simba hii ya sasa ambayo watu wengi wamekuwa wakizungumza haya na yale lakini e, ikiwa na udhamini mkubwa wa zaidi ya bilioni kumi na tano kumi na saba kuelekea bilioni ishirini kwa msimu ni Simba tofauti kabisa ambazo e, zinazungumzwa. Hivyo nadhani e, tukipata wasaa mwingine nitawapitisha kwa kina, hatua kwa hatua, wapi palikwama, wapi palikwenda, wapi wapi wamechukua muda mrefu, lakini pia nitakuwa na majibu ya hatma ya kile ambacho wamekuwa wakifanya ndani ya klabu ya Simba. Hii ni Macha TV, usisahau kusubscribe eh, na kulike eh, kutupa support yako na kutuonyesha kile ambacho umekuwa ukifuatilia. Lakini pia tunakukaribisha sana kuendelea kutazama maudhui mengine ya kimichezo kupitia wasa huu wa Macha TV.